Kristo azaliwe ndani yako, Kristo azaliwe ndani yako. Ni neno la msingi sana hili, kwamba Kristo anapaswa kuzaliwa ndani yako. Tunasoma neno la Mungu kutoka katika Injili ya Mathayo sura ya kwanza mstari wa 22 na wa 23. neno la Mungu linasema hayo yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, tazama bikira atachukua mimba naye atazaa mwana, nao watamwita jina lake Imanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Bwana asifiwe, Mungu pamoja nasi. Na neno la Mungu linasema eh, hayo yamekuwa ili litimie lile neno. Mungu haji kukaa pamoja nasi akishuka kama malaika walivyoshuka kama kitu chochote, ila Mungu anashuka kukaa ndani yako kwa njia ya kuzaliwa, azaliwe kama wewe ulivyozaliwa. Kwa mwili ulizaliwa, ndio maana ukaonekana ulimwenguni, ili uwe mtu kama ulivyo sasa. Mwanzoni mwa kuja kwako kwako ulimwenguni, ulibidi uje kama mtoto, huwezi kuja kama mtu mzima. Na Mungu naye kuja kwako, anakuja kama mtoto, azaliwe ndani yako ili akuwe ndani yako, Bwana asifiwe. Ehe, Bwana Yesu anakuja kwetu ili azaliwe ndani yako, anakuja ili awe mtoto ndani yako, akuzwe na wewe mwenyewe. Wazazi wetu walitukuzwa kutufanya watukuze, tumefikia hapa tulipo, ulikuwa ni upendo wao, ndani ya upendo wao kwetu walitukuza walitulea, kwa namna zozote tulizokuwa katika mazingira yote, lakini Mungu aliwawezesha kuwa na upendo kwa mwilini wakatulea wakatukuza tukakristo ndani yetu, ili tukue pamoja naye, tukue ndani ya Kristo ili Mungu udhihirisho wa upendo wake uwe kwetu kama ilivyo sasa, kwamba tunakumbuka kwamba Yesu Kristo amezaliwa. Na anapozaliwa Kristo ndani yako, anataka upendo wa Mungu uanze kwa upya ndani yako, kila unapofikiri habari ya kuzaliwa kwa Yesu. Bwana asifiwe! Yesu amezaliwa. Yesu amezaliwa ndani yako ili na wewe sasa uweze kuanza upya katika maisha ya kiroho ndani ya Kristo.